Baada ya muda mrefu wa kutoonekana na kutosikika pia kwenye mitandao, Nay wa Mitego ameibuka tena kwa style nyingine tofauti na hii ni mara tu baada ya kuweza kupost nyimbo ambayo aliachenga takriban kama miaka saba iliyopita mwaka 2018. Ngoma ambayo ilikana kama alisema, unakumbuka, mashabiki walikuwa na hoji sana kwamba Nay wa Mitego yuko kimya sana, hususan kipindi hiki ambacho Tanzania inategemea kuingia kwenye, kwenye uchaguzi mkuu ambao utakuwa unafanyika Oktoba hii hapa. Roma Mkatoliki pia ni miongoni mwa wasanii ambao alikuwa anahoji kwamba mbona Ima yuko kimya sana, lakini baada ya maneno hayo yote kusemwa na Nay wa Mitego, alikuwa bado yuko kimya, alikuwa hajafunguka chochote. Sasa mashabiki wakawa na wasiwasi kidogo, wakawa nahisi kwamba labda na mwenyewe pia ameweza kununuliwa na CCM kwa maana kwamba ameamua kuwa support kimya kimya, sababu hatujamzoea kuwa ukimya kwenye masuala ya siasa na vitu kama hivyo. Lakini sasa leo hii hapa bana, masaa machache yaliyopita, Nay wa Mitego ameweka clip ya nyimbo yake ambayo julikana kama alisema ngoma ambayo iliachika miaka saba iliyopita na akasindikiza na caption ambayo ilisema hivi kuelekea tarehe ishirini na tisa na leo ikiwa ni Nyerere Dei, basi tuishi na huu wimbo. Alisema happy Nyerere Dei, bwana amewatakia Watanzania wote siku njema, siku ya Nyerere, lakini pia akawakumbushia, maana hii ngoma ikianza, bwana alisema, komba alisema, Nyerere vijana wote tuamke na sasa tuanze nini, mchaka mchaka. Kama umefanikiwa kusikiliza hiyo ngoma, sasa ni ngoma ambayo kidogo imeacha watu na maswali sasa, dizaini kama ni wa mitego anang'ata, alafu anapuliza kiaina, sababu kama anahamasisha vijana ametaja tarehe ishirini na tisa ya Oktoba, anasema kwamba uh, vijana wote waamke na sasa waanze mchaka mchaka. Sasa inaonekana kabisa kwamba sijui kama anajaribu kuhamasisha vijana waibuke wafanye hiki ambacho wamekipanga, ukifanya tarehe ishirini na tisa ya Oktoba hii hapa, ama mchakamchaka, ambao mchaka, anawatuma vijana kufanya ni kwenda kupiga kura ama kwenda kuandamana, yaani vitu ambavyo Havijaeleweka lakini, pia ikumbuke kwamba mara ya mwisho Nay wa Mitego alikuwa amepost kitu kupitia Instagram ya kwake, sababu amekaa takriban mwezi mmoja na siku nyingi, siku ama wiki kadhaa, maana mara ya mwisho kupost bana ilikuwepo ni tarehe 12 Septemba, mm-hmm, mwezi uliopita, na mpaka leo hii hapa ndio amefanikiwa tena kuweka post nyingine. Sasa mashabiki walikuwa na hoja, mambo mengi sana kuhusiana ukimya wa Nay wa Mitego, lakini sasa ameamua kuja kujibu kimya yake kupitia hii post ambayo nimetoka kukupatia, na sasa hii inaibuka ma, inaibua maswali kidogo tu kwamba na hiyo mitego na kwenda kusupport harakati hizi ama inakwaje. Mashabiki wameshuka kwenye comment section wengi sana. Wengi wakiwa wanamshukuru kwa kurudi tena, wengine pia wakawa wanaelezea namna gani ambao wamekuwa na hofu kwamba mshikaji labda alikuwa ameshanunuliwa, ameshaarambishwa asali na vitu kama hivyo. Lakini pia kuna wengine ambao walikuwa wanasema kwamba wamekaa kimya sana, rais wa kitaa atuja kuzoea. Wengine walikuwa wanasema kwamba anaanza kupoteza title yake kama rais wa kitaa. Lakini kuna wengine ambao walikuwa wanasema kwamba na hiyo mitego imekuwa miongoni mwa wasanii ambao wamekuwa frontline sana katika kuwasemea wa Tanzania kupitia nyimbo zake zake za kiharakati mpaka leo hii hapa, unahisi kwamba hamna rais wa kitaa kwenye masuala ya muziki zaidi ya Nay wa Mitego. Sasa post yake hii hapa na ya kuwatakia Tanzania na mashabiki zake, e, Nyerere Day, e, ama heri ya siku hii ya Nyerere Day. Sijui kama ndio itakuwa mwanzo wa Nay kurudi kwenye mtandao na kwanza kuwasemea ama inakuwaje, lakini swali ambalo bado nabaki bila jibu ni kwamba Nay wa Mitego ana mpango upi na vijana wake itakapofika tarehe 29 ama kupitia sana yake pia maswali baada yako pale pale. Anyway, ndio kitu ambacho alikuwa amekipost. Na maoni gani kuhusiana na hili unaweza kadrop pale chini kwenye comment section.